Jamani msikilizane, basi mimi nimekuja mwenyewe hapa. Mkikaa mnapiga kelele nitaondoka. Unasikia mashina Magufuli? Ndio baba. Wewe kuna watu umewapa madaraka wakusaidie kazi. Lakini baada kukusaidia kazi, tena matokeo yake wanata vitu ambavyo vitakiwa. Kuna afisa usalama humu. Ana kuna watu wamewaleta na pesa ujumu uchumi. Anawapa simu, matokeo yake sisi simu zinavakamata humu. Tunanyang'anya karanga zetu, tunamagiosa sukari, Wanyang'anya vitu. Afisa Usalama yupo mpaka leo hajaamishwa, mpaka na simu haja kukabidhi, ondoke nazo. Kuna watu na mihuri mpaka ya Ikulu, mpaka Afisa Usalama alipo ile mihuri akaifisha, anaitwa Mazifiga. Yuko? Yuko hapa akupe na si nani Mazifiga. Mazifiga yuko hapa akupe na mihuri na zile simu zote akukabidhi, na wale watu wakuambie ni kwamba Mheshimiwa Magufuli, nikwambani kwamba shimimi naitwa Kali Kenya Thomas Nyamboge, mfungwa wa miaka thelathini. Huyu ndiye afisa salama alioletea na makao hapa akusaidie kazi. Huyu ana makundi ya wafungwa umu wajuaji, wanaleta simu Wanapasuko na zile simu huyo anashika zile simu anawatetea. Alafu watu yake sisi, na kunywa sachi. Tunamwagia karanga zetu tunamwagia sukari zetu, akataka akaikanya sachi, akatunyang'anya mpaka sabuni akaenda kutunza. Lile gereza ni amani. Kumbe humu watu wa shida. Hasa ile mihuri ya kukabidhi na zile simu za kukabidhi, akaambiwa ashukulie wale watu wa gani. Na huyu ndiye aliyesababisha, mmoja katokea humu, visu vimeletwa. Yule ananiambia kuna visu. Yule anasinzia kwenye benchi pale. Amekaa tu. Ana taarifa. Sasa akupe zile simu na ile mihuri ya Ikulu, uondoke nayo, utajua watu wanataka kufanya nini kama Rais wa nchi. Asante sana. Nisaidie, nani? Naitwa Thomas Nyamboge. Umeshatumikia miaka mingapi? Mimi bado sijabaini namba, nilifuna subiri, majaji wasomi watatu, mimi niendeleza na Jaji Demero, kwa sababu nimedai haki yangu. Mkuu wa gereza anaitwa Mbaga, akataka nipige simu kwa Jaji Demero. Demero kaniendeleza, Mheshimiwa Magufuli, nafika kwa jaji. Jaji aniuliza, wewe hujauawa? Nikajiuliza, sasa nimekuja kuuawa? Nimekuja kwa jaji ari niendeleza kwa hilo, mheshimiwa. Mwenyezi Mungu ni shahidi, lakini Mheshimiwa Magufuli, afisa usalama huyu, ondoka naye mzee na kwa, utusaidie kwa hilo, ili amani iwepo huko. Ondoka na huyu mzee si usimuoshe. Ah, ukimuoshe yani, atajinzuru. Wala hakuna wa kukuzuru. Wana mbinu nyingi wao mzee Magufuli. Haya ah, nimekusikia. Wanaambia uko moja zisikoni kuambie. Eh, wanaambia mbinu zao zipi? Ngoja ni kuambia haru yona fanyeje eh. Wakiondoa wa ni mjuaji. Mm -hmm. Wanamfanga dokta. Sasa kwa sababu tulipo hii General Commission na maturatia dokta Msomi. Dokta ndiye amefika hapa vifu vimefungua. Wanakuchoma sindano na kuwa. Na wao sio mwanzo kuwa wazo kuna mimi niko nimepanga nikitoka nikujie nikwambie mambo duniani, lakini Mwenyezi Mungu akakutanisha. Nikitoka nitakuletea mambo yote ya jera yote, lakini huyu simuache. Ukimwacha Magufuli, kwa Mwenyezi Mungu utaandika maelezo ya mauaji. Mheshimiwa namba, nisaidie we Magufuli. Haya, nimekusikia. Kaa mtu mwingine kaa, kaa tu. Amna kiongozi wenu? Unajua Nisikilizeni basi, nisikilizeni. Nataka mtu atanisikilizeni, nataka mtu azungumze. Jamani, mimi naondoka sasa, naona ninyi hamtaki kunisikiliza. Nimewapa nafasi, nimekuja hapa, halafu mnanipigia kelele kama darasani. Naondoka kusudi mbaki peke yenu. Sasa ndio maana nauliza, kaeni kimya ila kumbe nina kazi eh. Nataka mzungumze, mueleze shida zenu za ujumla, si kila mmoja na shida yake. Kila mmoja na shida yake hapa, hata mimi na shida zangu. Nataka za jumla ambazo mnafikiri mimi kama rais naweza nikazishughulikia, eh. Nataka maabusu mmoja azungumze. Haya, Haya, mpe huyo. Njoo zungumza hapa. Haya, zungumza baba hapa, Hwa, wakuna wakuna. Kwa jina mi naitwa Hashim Hassan Kijuu, nilikuwa diwani wa kata Mbugani. Nataka nizungumze mambo ya ujumla hapa mpala na hakuna maaskari watulieisha watulie tuseme amekuja mheshimiwa. Yani maaskari magereza, mmeshindwa kuwanyamazisha hawa mheshimiwa? Kwa jina naitwa Hashim Hassan Kijuu, diwani mstaafu wa kata Mbugani. Nataka nizungumze mambo ya jumla, munisikilize kwa umakini. Amekuja mheshimiwa hapa, nilikuwa nikiomba dua tangia mwanzo kabla hajao rais, wallahi billahi, leo amekuwa rais na amefika magereza niliwaambia atafika. Jumla ni hivi, mheshimiwa, wa watu ni kubambikwa viesi. Nataka nitoe mfano wa kijana mmoja anaitwa Kurwa yuko hapa, ana kundi la watu karibu wa nne wa tano, nadhani kitu kama hiki, alibambikwa kesi. Yeye ni mfanyabiashara wa mafuta ya diesel. analimbikiza kwenye malori lita kidogo tano tano tano tano, anapata anauza kwa watu wa Maroni, anakwenda Kisiwani kwenda kwa ajili ya uvuvi, lakini siku moja yule bwana mdogo nani, bajaji yake ambayo ilikuwa imebeba mafuta lita mia moja na ishirini kwa maelezo yake na nukuu, alipofika pale njia panda ya kwenda halmashauri jiji la Mwanza na kwenda Mwaroni, ile bajaji iliharibika pale. Alipigiwa simu na yule mwenye bajaji kwamba bajaji imeharibika, tafuta usafiri mwingine. Akasema ngoje nimpigie simu yule mteja alete toroli mara yake ni mzigo mdogo tu, akubeba na toroli. Kila toroli nita, nani, kila, kila, kila dumu nitalipa alfu moja moja. Akapigiwa simu ile bwana anakuja na, na toroli lake, aja afaulisha mafuta, anapita OCD moja wa Nyamagana anaona yale ni mafuta, anapigia maaskari waje wachukue yale mafuta. Mafuta yale yalibebwa paka kituoni, na yeye mwenyewe akawa anataka milioni moja mafuta yenyewe hayafikia hata laki nne. Akamwambia, mimi laki mo, milioni moja sina, na laki mbili haya mafuta, Mheshimiwa, faida yake ni laki tatu. Chukua wewe laki mbili, mimi ni baki na laki hii moja. Alikataa. Mafuta yale litaifishwa na huyu akapewa kesi ya mada, kesi ya mauaji, kitu ambacho hajawahi kufanya. Na pale mtaani kwake mwenyekiti anajua hili, anashindwa kufuatilia, alishindwa ataingia mlango upi? Mheshimiwa, polisi umewapa nafasi kubwa mno hawana ubinadamu. Baadhi yao wangekuwa kama mheshimiwa Siri tuliofanya naye kazi Mwanza, mimi nikiwa diwani, alikuwa anasema hivi, nendeni kwenye mitaa madiwani, kwenye mikutano tuiteni, namweka ajenda ya ulinzi na usalama, mimi nishiriki. Tuliteketeza mambo mengi sana, lakini hawa sasa siyo huyo. Kura yuko hapa, huyo kura yuko hapa. Nimalizie na kwangu mheshimiwa, mimi Hashima Hasani Kijuu, nimeuza shamba langu lilioko hapa Kisesa, matokeo yake nimepewa kesi ya utakatishaji na mheshimiwa Sangali askari ananiambia utakaa jela mpaka ukute mke wako ukaolewa. Maneno gani haya? Naishia hapo, uchungu umenipanda mno, nashindwa kusema. Umetakatisha umetakatisha nini? eti shamba nimetakatisha? Fedha nimefungulia kesi ya utakatishaji fedha, iko humu na kesi iko mahakamani shamba. Na anapoitwa kuja kutoa ushahidi anashinda shamba, shamba la kwangu na hata hakimu mwenyewe alipokuja hapa, nilisema mbele ya mkuu wa gereza, shamba niliouza la kwangu, kwa nini peo kesi utakatishaji? hakika na, na mwezi wa saba. Huyo ni polisi eh, hey, anaitwa nani? Sangali Arapisi. na timu yake. Unamjua huyo Sangali? Yuko ofisi ya RCO. Unamjua huyo Sangali? Unamfahamu? Unaifahamu una hii kesi kwamba huyu alitakatisha shamba lake, kwamba anatakiwa akae gerezani kwa maisha yote. Muite huyo Sangari aje hapa, tukute hapa hapa. Ehe, huyo aliyesingiziwa kesi. Kurwa yuko wapi? Njoo hapa, Kurwa. Jamani, tulieni, msipotulia nitaondoka. Nimekuja kwa ajili yenu. Mimi ni mfungwa wa baadaye yeah. haya yeah. kurwa hebu elezea hiyo ishu yako zungumza tu jina lako ilikuwaje kwa jina naitwa Kurwa Alphonse Emeli nakumbuka ilikuwa mwaka elfu mbili kumi na saba ilikuwa tarehe tano nilikamatwa na mafuta ya dizeli dumu kumi na sita baada ya kukamatwa na yale mafuta nikapelekwa kituo cha Nyegezi pale nimefikishwa Nyegezi nikaombwa hela milioni moja. Hiyo hela nikawa sina, kwambia jamani, mimi na laki mbili, laki mbili wakakataa. Walipokataa wakanipeleka Central. Nilipofikishwa Central, baada ya hapo nikaunganishwa na watu wengine nikafunguliwa kesi ni ehe, mungine, mbini, mbini, ya mauaji, hata charge sheet haionyeshi tukio ni la sehemu gani? Mheshimiwa mwingine, mlikuwa na kiongozi wenu pale, njoo. Yule wa, wa askari ameshafika yuko wapi? Mheshimiwa. Haya, eh, eh. Mwe, mweleze shida yake, wewe si uko nasikia, mi sitaki kurudia, eleza hii shida iliyoelezwa na wafungwa hapa. Askari, tuna shida mbili. Ya kwanza na uh, maabusu amelalamika wa kwamba amebambikwa kesi, alikamatwa na mafuta kaombwa shilingi laki mbili akaomba milioni yeye yeah, yeah, alikuwa na laki mbili, ukakataa ukataka ukasema utamwonyesha kwa hiyo yu, yuko hapa amebambikwa kesi ya mauaji. Lakini ya pili, yupo mzee mmoja alikuwa diwani anaitwa mzee Kijuu anadai naye na amebambikwa kesi e, na anaambiwa sasa, yeye anahangaika huku kesi ya mauaji, lakini kwamba mke wake yeye atashughulikiwa kule ili akae huku na ameuza shamba lake navuri, Mheshimiwa. Kwanza kwa jina anaitwa Detective Sergeant Sagadi nambari yangu ni yako 8153 nafahamu juu ya issue moja, moja kati ya hizo mbili issue na mhusu Mr Hassan Kijuu. Mr Hassan Kijuu alikamatwa baada ya taarifa kuifungua kituo cha polisi. Ukamatwa kwake bado, nilikuwa nimepata faili mimi mwenyewe, baada kupata faili nikafanya utaratibu wa kumkamata, nikawa nimemkamata. Kwanza nilipomkamata mara ya kwanza, alipiga simu kwa mheshimiwa jaji, ni jamaa yake. Mheshimiwa jaji nikaongea naye, nikamwambia issue jinsi ilivyo, akasema okay atamaliza hapo. Baada, akapiga issue yenyewe ilikuwa ni kugushi na kuuza eneo ambalo alikuwa la kwake. Baada, alipiga simu tena kwa, kwa brigadia moja ya jeshi la wa wananchi. Baada, akamwambia issue yake atapambana nayo polisi. Kwa sababu hata kumpa ile situation, akaona kwamba kuna uhalisia wa lile tendo walikuwa wamefanya. Kwa katika upelezi sasa. Upelezi mambo niliyofanya. Mambo niliyofanya pamoja na kufika kwenye eneo la tukio. Ni pamoja na kufika kwenye ofisi ya alimasharo ilaa magu kwa sababu eneo la tukio ni Kisesa. Baada ya pale, nikawatafuta mashahidi na kumtafuta muhusika ambaye ni Msomali. Eneo lile pale, ndiyo ndiyo, Mheshimiwa wa ardhi wanaruhusiwa. <coughs> ni Msomali mwenye asili ya Tanzania sema Msomali. Kwa hiyo yu Msomali yule ana shamba, na wakati kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba nne na namba tano ya mwaka 99 ardhi yoyote haiwezi ikamilikiwa na mtu ambaye sio raia. Kwa hiyo Msomali ndiye amemleteleza huyu awe ndani. Shamba lile ni la Msomali, asili ya Kisomali. Maana yake nini? Ni Msomali au ni Mtanzania? ya shilingi milioni ilikuwa ni, ni, ni shilingi milioni 40 kupitia benki ya Buzuruga NBC ambayo ilipwa Mr. Kijuu. Hilo alikuwa aliku, alikujitosheleza. Nikaenda tena kutafuta hati nyingine ambayo ni shilingi milioni 4. Mr. Kijuu alichukua pesa taslimu, aliandikiwa receipt kwamba kachukua shilingi milioni 4 na laki mbili na ishirini na tano. Baada hapo, nikatafuta uhalisia wa kile kiwanja kujua kwamba kuna ukweli gani kwamba jua hicho kiwanja. Nikenda halmashauri ya mji wa Magu, nikaongea na afisa wa Alis. Akanambia kwamba kiwanja kile kilikuwa kimeshafanywa transfer kwa Mr. Jackson Uhue. Baada ya kuuziwa na Mr. Kiju, lakini wamecancel zile transfer kwa sababu eneo lile ni la Mohamed amekianza kumiliki kile kiwanja tangu mwaka 1990 karibu na tisini. Baada ya halmashauri kuwa wamefanya nini wamempimia ile eneo. Baada ya hapo sasa nilichokifanya mimi kwa kifupi ni kwamba nikaandaa ile jalada nikapeleka kwa wakili wa serikali. Kwa wakili wa serikali, baada ya kusoma ushahidi uliokuwepo na documents dielezo akaamua kuandaa mashtaka Nile mheshimiwa. Yeah, yeah, yeah. Lakini pamoja na baba nyongeza? Ah, umeshamaliza. Kwa... Yule ofisa usalama yuko wapi? Yeah, yeah. Eh, ni hapa. Eh, hebu eleza tatizo lako limezungumzwa hapa kwamba ulikusanya simu ukafanya nini na kadhalika, alieleza yule mtu. Yuko wapi huyo rafiki yangu? Karikenji, Kari uko wapi? Haya kaa tu tulie, kaa hapo hapo. Eh eh. Sawa. Nikusaja simu manake ni timu za wajibu wangu, au kusanya kitu ambacho hakitaki gerezani. Mimi, ndio vitu vyote ambavyo havitaki kuingia gerezani ni mimi ndio na vikagua na kukusanya. Viko wapi sasa hivi vya simu na nini? Viko ofisi ya gereza. Kuna ulikusanya simu ngapi? Nne. Yaani hapa Butimba pawe na simu nne tu. Twende taratibu tu, kwa sababu mi nafahamu humu kuna simu, kuna bangi, kuna nini, najua kila kitu. Ndio maana nimekuja hapa, sikutoa taarifa wewe. Gereza hili lote muwe na simu nne tu? Ati nasema uongo, jamani? Kwa hiyo wewe, siku hiyo uliwatafuta watu wane ndio kawakusanyia simu zao, ehe. kila siku na kwenda na siku. Kwa hiyo jumla ngapi simu umeshakusanya ngapi? Sasa hivi zipo nne na nyingine juzi tumekusanya zipo tano. Mimi nikiamua sasa hivi kufanya ukaguzi nitapata ki, nani simu nne tu? Kwa sababu mimi na maskari hapa tena wengi tu, naweza nikaanza kusearch hapa. Kupati simu sipati? Ndio, na kwenye mabweni yao ndio, na kuanzia kusearch na search sana kwenye mabweni. Huyu amesema kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wanataka asikilizwe yeye, anakuja na vitu viovu. Kwa hiyo wewe hukutaka nimsikilize Ah, na puni. Aa, mimi nakuuliza hiyo, hukutaka yeye nimsikilize. Unajua haje amekuinua, nikukunyoa nyota zako hapo, atakuwa nafanya amekuinua, halafu wewe naona na kiburi hapana. Unazungumza mbele yangu kwamba amekuinua, kwamba una uhakika gani kwamba mimi nitatoka na jibu gani kwako? Amekuinua. Yaani, unazungumza hivyo mbele yangu, amekuinua? Kwa hiyo kuja kwangu hapa ulikuwa uje wewe uinuliwe? Mkuu wa Magereza, nisamehe. Kwa hiyo nimekuja hapa kusudi huyo ainuliwe? Najua unafikiri unafanya mzaha. Jamani, nimekuja kuwasalimu. Nisikilize basi, sikilizeni. Shida kila mmoja ana shida, umenielewa? Siwezi nikawasikiliza wote watu elfu moja na mia tisa. Nimeshajua hali halisi, ndio maana nimekuja hapa. Kwa nini hata hilo hamtaki kushukuru, kushukuru? Ndugu zangu, nimegundua mambo mengi hapa, hata mengine hamjaeleza hata vitendo vingine mnavyofanyiwa hamjavieleza hapa, vingine vya kuombwa rushwa. Hamuombi rushwa hapa, ninafahamu kila kitu. Ndio maana nimekuja hapa bila kutoa taarifa, nimekuja nijionee mwenyewe. Nimeyaona, naomba muamini kwamba nimeyaona. Naona, naomba muamini, nimeyaona, nimeyasikia Ninaomba muvumilie. Hata mimi, hata sisi tuliopo hapa, ni wafungwa au mahabusu wa baadaye. Kufungwa au kuwa mahabusu haina maana wewe huna haki ya kupata utu wako wa kibinadamu.